Ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote. Hii ni mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 24 siku ya Alhamis. Mada inasema nuru kwa wa mataifa. Kusudi la msingi ambalo Mungu alianzisha taifa la Israeli halikuwa kuhukumu ulimwengu wote, bali kuuokoa. Kwa hakika wengi wetu huhisi kuhukumiwa tunapokabiliwa na tabia ya haki aliyonayo mtu mwingine. kwa hiyo Kuwepo kwa Israeli pia kulitumika kuangazia dhambi na ubinafsi wa mataifa yaliyowazunguka. Waumini wanaoishi kwa kupatana na Mungu huangazia tabia yake ya haki ambayo kwa asili huongoza katika usadikisho. Kimsingi, maisha ya watu wazishikao amri za Mungu, Ufunuo 14 aya 12 yanapaswa kutangaza tabia yake. Hata hivyo, kama Waisraeli wangetenda jinsi ilivyowapasa na kufanya kile walichoambiwa wafanye, mataifa yangewajia kwa amani wakitafuta kujua mengi zaidi kuwahusu wao na Mungu wao. Cha kusikitisha, kama kuchukuliwa mateka kwenda Babeli kulivyoonesha, mataifa hayo yalikuja kupigana nao badala yake. Udhihirisho bora kabisa wa tabia ya Mungu bila shaka ulikuwa ni Yesu, mwanadamu pekee ambaye ameidhihirisha kikamilifu. Lakini mfano wake mkamilifu, ambao kwa hakika ulileta usadikisho kwa mioyo, ulikusudiwa kuwa mwaliko. Tazama Yohana Mtakatifu, sura ile ya 3 ya 16 hadi 21. Kusudi kuu la kulianzisha taifa la Israeli ilikuwa sawa na kusudi la Mungu katika kulianzisha kanisa. Ana shauku ya kuwatumia watu wake kuwavuta wenye dhambi kwa Kristo. Wito wa ujumbe wa malaika watatu unaotolewa kupitia kanisa lake unakwenda si kwa wateule wachache bali kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Ufunuo sura ile ya 14 aya sita. Ufunuo sura ya 14 aya 6. Ufunuo sura ya 18 aya 1. Inatabiri kwamba dunia yote itaangazwa kwa utukufu wa Mungu kabla ya kurudi kwa Kristo. Vifungu vifuatavyo vinatufundisha nini kuhusu jukumu ambalo Mungu analikusudia kwa watu wake katika ulimwengu huu? Tunawezaje kutumia kanuni hizi kwetu wenyewe? Fungu la kwanza Hesabu sura ya 14 ya 17 hadi 21. Vifungu vya pili Isaya 42 ya 6, Isaya 49 ya 6 na Isaya 60 aya 3. Vifungu vya tatu Ufunuo sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 4. Soma tena Ufunuo sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 4. Wito wa watu wangu, yani watu wa Mungu kutoka Babeli, hilo litatokeaje? Kwa maneno mengine